Kwa jambo ambalo si la kikawaida ama tukio ambalo so wengi walitarajia lingetokea huko pande za 255 yani, nazungumzia ya Tanzania. Sasa leo limetokea, nazungumzia Diamond Platnumz, star maarufu ambayo nafikiria kila mtu amemsikia. Na sasa leo amefunguka kwamba alishawahi kuoa, ila stori hii aliweka kwa siri sana, na akasema kwamba siku moja atafunguka yaliyotokea baadaye. Sasa CEO huyu wa Wasafi Media ambaye pia kwa jina la utani anaitwa Abraham wa East Africa, ikumbukwe kwamba amekuwa kwa mahusiano na wanadada kadhaa akiwemo Hamisa Mobeto ambaye alipata mtoto mmoja na yeye, alishaitoka kimapenzi nawe Masepetu ambaye ni mwigizaji toka pande hizo za 255, pia ashai pia toka na Zari the Boss Lady kutoka Uganda, wakaachana waka mwaka 2018 baada ya kupata watoto wawili pia shaitokea kimapenzi na Tanasha Dona ambaye walipata miaka kadhaa, alafu wakaachana baada ya kupata mtoto mmoja ambaye ni Naseeb Junior. Ikiwemo sasa watu kibao, ikiwemo mamake mzazi Mama Dangote ameposti pia pale kwenye Instagram na kumpongeza mwanaye, pia kina Babu Tale ambaye ni maneja wake, kina Baba Levo kina sasa hapa ha, kwa Baba Levo ndo imeshtua wengi, sababu Baba Levo amesema imekuwa siri na amekuwa kikwazo sana kuitunza. Sijui maoni yako ni epi kuhusu stori hii? Wananita D Klasi kama kawaida, ama ukipenda the magical boy behind the mic, na hili ni banda la burudani.